Kwa majina nafahamika kama Peter John Mlai. Mimi ni mkurugenzi wa shirika lisilokuwa la kiserikali lijulikanalo kama GBM Tanzania. Aa, shirika hili la GBM Tanzania ni shirika ambalo linahusika na mambo ya kilimo hususan kilimo hai. Tunapozungumza kilimo hai, tunazungumza kilimo kinachojali afya za walaji. Hapa tunazungumza kilimo ambacho hakitumii madawa ya kemikali wala mbolea za kemikali katika kilimo, na tunatumia madawa ambayo ni rafiki kwa mazingira, rafiki kwa mimea, rafiki kwa wanyama, rafiki kwa binadamu. Kile ambacho tunalisha mimea ndicho ambacho tunakula mezani. Kama unalisha mmea wako madawa ya kemikali ya sumu Roundup, madawa ya namna hiyo ha? Ya sumu, na ya sumu, wewe na uhakika umelisha mimea na we umejilisha dawa ile kupitia ile chakula ambacho utakula pale mezani. Kwa hiyo ukiwa na akili kidogo, utalisha mimea sumu? Utahakikisha mimea inakula kitu kibora, kwa sababu unakwenda kukipata hicho hicho mezani. Ah, mimea inahitaji kula vitu ambavyo mwili wako unahitaji. Leo hii tunazungumza habari ya supplements virutubisho, ni biashara kubwa duniani. Kwa nini tunazungumza virutubisho supplements? kwa sababu vyakula tunavyokula havijitoshelezi, hatupati kila kitu tunacho mwili unachohitaji katika chakula. Kwa sababu hiyo, tunahangaika kwenda kununua supplements virutubisho, kwa gharama kubwa katika maduka ya madawa. Lakini tungejua siri hii kwamba mimea inahitaji kula vitu bora tungelisha mimea yetu vitu bora, na sisi tungekula chakula bora, tusingehitaji kuangaika kutafuta okay, supplements, katika maduka tungekuisha, tungelisha mimea yetu kile ambacho kinahitajika. Sasa GBM Tanzania tumekuja na suluhisho la hili ambalo ni, ni usumbufu katika jamii yetu ya Tanzania lakini duniani kwa ujumla tumekuja na suluhisho kwamba, tunafundisha tunazalisha, tunafundisha, tunazalisha virutubisho muhimu sana kwa mimea na kwa binadamu. Tunafundisha, tunazalisha mbolea muhimu sana ambazo hazina kemikali kwa binadamu na kwa mashamba. Tunafundisha, tunazalisha madawa, madawa viuatilifu kwa ajili ya kupambana na magonjwa, vyenye sifa kubwa, sifa kwamba tunazalisha viwatilifu vinavyoweza kupambana na magonjwa zaidi ya 167 hakuna ugonjwa unaofahamika ambao sisi kama GBM Tanzania tunashindwa kupambana nao kwa njia bora inayojali mazingira na inayojali afya ya mlaji hivi viwatilifu tunavyo hizi mbolea tunazo kwa tuna habari njema wa Tanzania kwamba huu ni wakati wa kuibadilisha nchi yetu. Tunazungumza habari ya transformation katika kilimo, kwamba tunaamini kwenye kitu tunachoita TTT Tanzania Total Transformation. Triple T, Tanzania Total Transformation transformation, kwamba mabadiliko makubwa ya kilimo katika nchi hii, mwelekeo sahihi ni kilimo hai mwelekeo sahihi ni kilimo hai. Kupitia kilimo hai, kilimo kinacholimwa katika nchi ya Tanzania kinaweza kuleta uchumi mkubwa kwa dunia, uchumi mkubwa kwa nchi yetu. Kwa nini tunazungumza hivyo? Kwa sababu kilimo hai aa, ni dili, ni, ni, ni, katika dunia sasa hivi za mazao yanayolimwa kwa njia ya hii ya kilimo hai kienda katika supermarket yana gharama, yanatafutwa wasomi na watu wenye fedha duniani. Wanatafuta vitu ambavyo sio havilete athari kwenye afya zao. Tunazungumza habari za vyakula tunavyokula leo kwamba vingi vinasababisha magonjwa kwa, kwa walaji. Matokeo ya vyakula tunavyokula leo ndio matokeo ya magonjwa sugu tulio nayo. Ukienda katika mahospitali ukaona magonjwa yanayosumbua watu wetu, nenda Ocean Road, angalia magonjwa ya kansa, yanaathiri watoto wadogo, yanaathiri wamama, yanaathiri wanaume, kansa za kila namna, asilimia kubwa ni matokeo ya vyakula tunavyokula vimelimwaje, kuanzia shambani, mashamba ya mituzwaji sasa, tunatokaje katika uo mtego tunatokaji katika hizo hathari za afya ambazo kila mmoja sasa hivi zimemkumba. Hakuna familia ambayo haijakutwa na kilio cha kansa, kilio cha presha, kilio cha sukari. Kila familia utakutana na shida hiyo. Sasa tunatokaje katika hilo mwelekeo? Sahihi tuwekeze katika kilimo hai, naamini ni, ni, ni. Naamini kabisa ni mwelekeo ambao utaleta tija kwa nchi, lakini utaleta tija kwa, kwa mtu mmoja mmoja katika nchi yetu. Asante sana.